Ndugu zangu Waislamu, watoto ni neema kutoka kwa Allah. Na watoto watakuwa ni neema ikiwa ni msaada wa mja katika dunia yake na akhera yake, lakini watoto watakuwa ni nakama wakati watoto hawa watakuwa ni sababu ya shaqauladi, ile hasara ya mja na kuharibikiwa kwake. Kuna baadhi ya watu watoto wao wanawapa dhiki katika dunia na kuna wengine watoto wao wanakuwa sababu ya wa kupata moto wa jahannam katika akhira. Allah tulinde na hali hizo. Na kuna wengine watoto wao ni sababu ya furaha yao ya dunia, lakini pia na furaha ya akhera, kizazi hichi chema ndio kusudio mama, miongoni mwa makusudio makubwa ya ndo ndoa zetu. Ndoa vipi itakuwa ni sababu ya kupatikana na watoto wajawema waheri wanaomwabudu Allah, bali ndoa vipi itakuwa sababu ya kupatikana watoto ulama rabbaniyun, watoto maulama wanaomwogopa Allah, wanaomji wa Allah, wa Allah na ahira. Kizazi chema hicho ni moja kati ya dua za ibadu Rahman watumwa wa Arrahman, watumwa wa Allah wanamuomba Allah wape kizazi chema: walladhina yaquluna rabbana hab hablna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Na waja wema wa kheri waja wa Arrahman hao wanamwomba mola wao, ewe mola wetu mlezi, tupatie katika wake zetu na watoto wetu kizazi chema dhuria tayyiba kizazi chema kitachokuabudu wewe. Alafu ya Rabi, tufanye sisi tuwe ni viongozi wa wacha Mungu katika sifa za ibadu rrahman. Hiyo moja. Hao ni watumwa waja wema wakheri, walomtumikia arrahman wametajwa katika surat lfurkani mwishoni, wana sifa nzuri nzuri ibadu rrahman sifa zilizowafanya waitwe ibadi tena arrahman. Ibadi watumwa wa Allah wanaomtumikia vizuri, wachapakazi wazuri, watumishi wazuri wa mola arrahman. Na yeye Allah kwa sababu wao ni ibadi, na yeye kwao ni rahman, mwingi wa rahma, anawarehema na wapakheri. Kawanasibisha ibada hawa na jina lake linaloonyesha uwasaa wa rehma zake, akawanasibisha na jina la Arrahman. Kwa hiyo ndugu zangu, utumwa ni sifa inapendeza mbinguni, utumishi wa kumtumikia Allah na ili awe mtumwa mzuri mtu basi, lazima akitayarishe kizazi chake kiwe ni kizazi chema cha kheri. Ndo Allah akasema waibadu rahman alladhina wa alladhina yakuluna rabbana hablana min azwajina wadhurriyatina qurrata qurata a'yun lilmuttaqina waj'alna imama. Tumwombeni sana Allah turuzuku kizazi chema. Kizazi chema ni umri wa pili, watakaoyatenda watoto na dua zao zitakuwa kheri zake, zinamfikia mzee, lakini wanaandaliwa hao hawa. hawajibi ila kizuri, kinahitaji idadi wa watahyiawa watahyia. Muhanga, juhudi, maandalizi. Kila kibaya kinakuwa kibaya kwa kuachwa tu, maandalizi. Yaani asili ya dunia ni kwamba vitu vinaharibika mpaka ufanye bidii kuitengeneza. Dunia haina uwasili wa kwamba vitu ni vizuri, dunia ina uwasili wa kwamba kizuri, ukihangaikie; kibaya kiachie tu, wala hakihitaji kuhangaikiwa ili kiwe kibaya. Ukitengeneza kizuri, kinahitajia juhudi ya mali na hali Kutengenezeka kitu kwa kibaya ni kuacha juhudi tu, sio kutenda juhudi yani, shamba ili liwe shamba upate upate matunda mazuri na nafaka nzuri likunufaishe, juhudi itahitajika ya hali kama vile kuacha usingizi asubuhi ukenda ukafanya kazi amali, ambolea na juhudi ya mali pesa itatumika kununulia mbolea na kadha wakadha, hapo litakuwa shamba baada ya dua na hizo juhudi lakini shamba ligeuke pori baya tu hivi ambalo litakuwa lina nyoka na wadudu wa kutisha, hapo haitaji juhudi ya hali wala mali, eti ni kuacha juhudi ya kulifanya liwe shamba, automatically litakuwa pori. Mtoto ili awe hafidh wa Qur'an, awe mwanachuoni, lazima juhudi ifanyike. Mtoto ili awe mvuta bangi, jitu korofi mtaani, na hatimaye likawa jambazi, hapo hakuna juhudi. Kwa asili ya dunia ni vitu kuwa vinaharibika mpaka vifanywe juhudi ndio viwe vizuri. Hakuna haja ya juhudi ili kiwe kibaya, hakuna haja juhudi, kuachika juhudi tu na kusita juhudi ya kukitengeneza kitu, basi moja kibaya, kibaya kwa moja kinakuwa kibaya. Ubaya ndio uasilia, kwa kwamba, kwa sababu ni juhudi ya sheitani. Allah kaika kizuri nyuma ya juhudi, kizuri nyuma ya juhudi. Hata afya ukitaka kuache ufanitwepesi kuusiile usinywe kaatu, lakini kuishi lazima ule, kujitibu ukiumwa lazima. Utajirika ni kugumu kuliko kufukarika, sababu kufukarika ni kukaa tu, kuendekeza uvivo tu, uchumi ufanyi bidii, lakini ili upate kikatu, uchakulisha nafsi yako na familia lazima uhangaike. Ina maana nzuri lihangaikiwe basi na jahanamu wewe. Jahanamu ni nyepesi, kwamba wewe kuendeleza usingizi alfajiri, usije msikitini, Ramadhani kula. Ah, matamanio ni kitu chepesi, lakini njia jahanamu, njia jana. Uhifadhi jicho, yaani ile zina hatua yake ya mwanzo kabla ya kufika ya kufika kumi, ambayo ndio zina yenyewe ile ya mwanzo, ushambo ujizuie usifungue mlango wa mazungumzo na mwanamke, usimkodolee macho, usikae faragha naye, usimzoea sikuzoee, lazima afanyikie juhudi. Wa asili ya mafanikio ni juhudi, asili ya maangamizi ni kujibweteka. Watu wa jana walifanya juhudi, usiku wameamka kwa ajili ya tahajudi saa nane, Mara wamo ndani ya siamu, mchana mara magoti yao yanachuana na magoti ya ulama katika talabu la ilmu ndani ya misikiti, huwamo darasani wanatafuta ilmu ya dini, mara wanatoa sadakati, mara wanawalinda wazee na kuwahifadhi na kuishi nao vizuri, ujirani mwema. Mazuri ndio yanayorithisha mafanikio.